Halo, we wewe kimwaga. Mnabla... Wewe familia Sida kama bwana wewe. Eh? Acha kelele, we ndo umepiga? He? Kaka, si muda mrefu hujaongea. Wewe mtuliza mshono, na jambo la msingi nataka nikuulize. Hivi, si sayansi, yani usiji nasema kwamba dunia inazunguka. Sio sayansi yangu. Dunia inazunguka yee kwa kulizunguka jua. Eh, hapa hapo kwenye kielele wako. Hasa mbona sasa hivi bado nipo Tabola? Ningetakiwa niwe Ulaya sahibi, sasa hivi. Sasa mbona bado niko hapa hapa tu? Sidi. Sawa dunia inazunguka, lakini haizungushi mikoa, sijui nini inazunguka kama ilivyo hivyo. Kuna maana na wewe upo homo, na wewe nayo. Mm. Wewe mshenzi. Unajua Kimwaga, mimi sipendi uongo. Kaka, kwa nini unataka uende Ulaya kizembe hivyo? Ah. Mbona hata nikate simu sasa? Hebu subiri kwanza. Hivi ile series ya Gugu la baba mkwe naipataje kwanza? Ah, nenda YouTube. Andika kale ka a.